Zenye ziko na <gwish> zinapanda road hata kama hazina nauli. Ngia kwenda yeah, kwa mganga. Kwenda kwa mganga oh. yeah, kwa mganga. Hata pia mimi natafutanga ndugu zangu. Ndio. Na mnaenda kwa mganga mko na matatizo tu ama mnaenda tu kusherekea happy birthday ya mganga? Unajua na changati mnaenda kwa mganga unajua, sijaisikia mganga amefanyiwa happy birthday. Na matatizo haijaonyesha penye mganga hapo, na imewaleta kwa mganga aya. <laughs> ah, sawa sawa endeni kwa waganga. Asante. Eh. Asante sana. Watu mnanipiganga kila siku nyinyi. Sasa, yote mkinipata mtajua mimi Nunduma, mimi sio Yesu, apendi changanya, mtajua muju <laughs> mtajua mju taaa, nachinda mkikuja hapa hati eh. Eh. Eh. Eh. Nundu Man, Nundu Man, mnanipiga mnakuja mnajifanya nyinyi ni watalii kwa hii msitu. Kumba mnatafuta waganga, kitawaramba leo. Mimi niko na nyinyi hapa. hakuna <laughs> ng'ombe na, nina... hakuna ng'ombe yenye nachunga kwa hii msitu, nyinyi ndio ng'ombe <inaudible>

mimi na wasiwasi. ili kazi sasa ni kazi gani tunalifanya? mbona sasa mnaniingiza huku? Ah, okay. A, usiogope tunajua tulijiingiza. ah, ah, hapa tukijitoa takufa. Acha uoga, ni mtoto. Acha uoga vano... mimi na uoga? Kazi gani? Ni mganga. Mganga tampata wapi? Msitu mkubwa, msitu ni kubwa sana, msitu ni kubwa sana, siwezi kupata mganga. Mganga tampata wapi zangu anzeni msafara, tutamtafute mganga. Msafara kwenda mbele au nyuma? najua wake nenda, nafahamu nashinda yupi sasa. Ndio eh ufanyaje? labda nieleze, una wazo gani? Jamani una wazo jamani, ni kutafuta tu mganga mpata wapi knatufata kinatusumbua kinatuangaisha, chanakutu jamaan, wazatuntumtate mganga tatue shida. ye mganga hmm, tamtoa wapi? nina wasiwasi ena wasiwasi mimi, kazi sisiki kuendelea bana, siwe na wasiwasi mimi kazi sisikii kuendelea. Sasa tafanyaje? hivi kazi sasa. Fanya hivi, twende na hii njia ama nenda hivi? Uko utapotea, naenda chaka ni mkubwa. Mimi nenda hivi hivi, unajua njia Kujeni tuangalie mganga huku. kuna njia bana. Kuna njia tarudi basi. rudi. Kirudi hatuwezi rudi. Kirudi itakuwa tumetokea maskuna. Nataka kumbuka, tulitumwa masikuna. Tulitumwa na tuone mganga, tulitumwa, tulitumwa, lakini hatuoni mganga. Sasa tumtafute. Endelea na kumtafuta. Muangalie huku kila pahali. Aonekani

iuchaka ni mkubwa sana, kichaka ni kikubwa lakini tabinitu tumemtafuta. Unaumia no, na njaa ah. Jivumilie kaka mkubwa, jivumilie, jivumilie, jivumilie. Utafanyaje kamtoapi mganga nashangaa e, tatoa pi yeah. E, mganga sasa nikachoka

Sasa habari zenu? Nzuri sana nzuri. <laughs> Hey, unajua mimi napendaga sana kukutana na wageni. Nikikutana na wageni, roho yangu yote inakuwa safi kama pamba. Wewe nani? Wewe nani? Mimi ni wacha nisonge. Karibu ndugu yangu, maswali unaniuliza maswali. Hata kama umejiona mtu labda, karibu ndugu yangu, labda ni Clinton amekuletea nini, dhahabu? Wewe sijui. Okay, uliza wewe nani. Si atatoroka doroka? Yeah, aende. <laughs> Yeah, pole pole tu ndugu yangu. Unajua maisha watu ni kujuana na kuelewana, si ndio? Eh, nikija juana na wewe na kuelewana na wewe nakuelewana wewe na basi mimi si sawa, mimi yeah, sina tatizo ndugu yangu mimi sina kwanza, mimi ninachunganga ng'ombe hapa ndani hii msitu, mimi naielewa kabisa ndugu yangu, naweza kuja kumbe mko na kitu mnataka kunifanyia ndugu yangu. mimi nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa nafukuza mbuzi yangu pale, nikafukuza nikasikia ah nataka sijui kwenda kutafuta mganga sijui nini, nikasema eh hey, Dibuwa kumba watu wako na shida yenye mimi niko naye. Sisi ni wageni kwa MC tu. Nyinyi ni wageni. Ah, karibuni basi, hata kama hakuna kiketi na hakuna nyumba, unaweza karibia ukakaa mahali popote. Ndio ndugu yako, mtu akwambia karibu si lazima uingie, unaweza baki nje ninakuwa umekaribishwa. Sawa baba. <laughs> Sasa karibu sana, sana karibu sana. Kitu ni watu ni kujuana, hata venye kama mngekuja hapa ningewajua kweli. Sasa umeona ni umewajua, nimwajua. Sasa hii ni majua, nimesikia story stori ati sijui mganga sijui nini, nikasema ah, basi hao ndio watu. Mimi napenda sana kuonyesha watu njia ya kwenda kwa mganga, hata kama waliandika ni mbali wewe ucha, ucha, we na unashinda ukisema tu ulienda tu, tu, kwa shule ukiachia namba tu ah. <laughs> Usiachianga eh? Namba tu pikanga tatu tulienda kwa mganga sidia. Basi sasa wewe ndio umejua hiyo kitu, unaongea wewe umeongea bila uoga, na hata pia mimi natafutanga njia ya kwenda kwa mganga, mimi natafutanga sana. Basi hakuna shida hapa ah. Salamu ni hina za bure, pesa ndio inapatiwanga kama umefanya kazi, si ndio baba yeah? <laughs> Salamu za bure, pesa au unapatiwanga kama umefanya kazi ama babangu yeah? Eh, kwanza wewe ama umejificha kwa watoto wadogo ah? <laughs> unakaa mtoto sana na hii kazi, hii kazi wewe umeanza kupata pesa mapema yeah. So raka raka. Yeah, yeah, tutu, ah. Yeah, si utakuwa mkubwa haraka. Eh, lakini huyu amejificha ndani yenu, huyu amejificha kwa watoto, lakini mtu mkubwa si ndio? Sasa hawakujuana, si mbaya Hey, naitwanga Yesu wapendi changanya. Ndio, mimi Yesu wapendi changa changanya changanya Yesu wapendi, hiyo ni majina yangu kamili. kiako china kama hiyo ni mgeni, venye pia nyini wa geni nsalamia mara yapili, naitwa bosabuubwewe na kunywanga soda za mwala sana hapa. Anapenda <laughs> soda. Anapenda soda, soda za mwala. Eh, yeah, sasa sasa nimeeleza kidogo najua hii msitu, hii msitu iko na pilika pilika, hata kiasi nianza kusema mm, na huyo mtoto alijificha kwa watu wakubwa amepatikana ah. Haja hapo kwa watoto wadogo. Hiyo ndio kitu ya kwanza mimi kutaka kujua. Mtoto wa MC. Mtoto wa MC yote. Eh. Tafuta njia kwenda kwa mganga. Amuje kuja kuniibia ng'ombe huko. Eh? Unaweza kuja mu, mwone, mtu anatembea. Unajua, waliwaambia ati mtu anatembeanga kwa hii msitu anachunganga tani ng'ombe mnaweza kuwa mmekuja mwangalie ng'ombe zangu penye ziko, na <hihihi> uh, zio, <to hihihi> zinapanda rodi hata kama hazina naudi. Ingia kwenda kwa mganga, ingia yeah, kwenda kwa, hmm, hmm, hmm, yeah, kwa mganga. Hata pia mimi natafutanga ndugu zangu ndio Mnaenda kwa mganga, mko na matatizo tu ama mnaenda tu kusherekea birthday, ah, ya mganga. Mungu moja, Yesu apende changanya. Nikasikia ati waganga wote wanafanyiwa, nikasema basi Yesu pia apendange changanya. Nitafanya juu lakini nitafute penye wako ili tufanyie birthday pamoja. Sasa kama mmekuja hivi ndio siku ya kwanza. Suan matatizo imewaleta kwa mganga na matatizo haijaonyesha penye mganga hapo imewaleta ah, kwa mganga. Sawa acha nitupe hii rungu ya ng'ombe kwanza. Pasabu, ng'ombe kwanza kwa sababu sikiniona na rungu zitaogopa kukuja karibu na mimi. Sasa nimekaa siku kadha wakadha bila kuoga, baba. Nasikia choto ingine hapa. Sasa njia kwenda kwa mganga, hmm? unasikia ile story stori nilikwambia salamu zambure, fanya kazi nunali. mm -hmm. <laughs> Basi chikeni kwa mfuko, chika kwa mfuko, mtoka kitu haraka. Njia kwenda kwa mganga ni moja tu. Kuwa, yeah, kwa mganga. Kuelekeza kuelekeza si shida ndugu yangu, kuelekeza si shida, lakini sasa it could depend hapa nimeongea kizungu kidogo lakini sasa mawindoni ni hapa. sasa it could depend eh, kwa mganga kuenda kama ungelikuwa na mafuta na gari baba, ungetumia hii kitu. Eh, sasa ulipewa hii, eh, manual driving, unasikianga ukienda kunywa pombe anasema aje? don't drive. Basi wewe mtoto mdogo uvjifu, don't drink and drive, si ndiyo? Hapana, ndiyo, najaribu kuwapea maelekezo. Hata kwa mganga atauliza uko na akili kweli, unawambia sina. Ukiambia mganga uko na akili, atakunyang'anya akuweke ujinga. Akikuliza uko na akili kweli, unamwambia sina, umesikia? Umwambia umambia sina. Nakupeleka sasa wewe, nakupeleka wewe, na uhakikishe umwambia mganga hauna akili, umesikia? Okay, ukimwambia huna akili, hawezi kukufukuza, kwa sababu anapenda kutibu watu wenye akili ti akili tupunguani. Kwa hivyo uko na akili basi akili. Usisemenge hivyo, usiseme hivyo nah. Usiseme hivyo <laughs> unasahau maelekezo, unasahau maelekezo, kwapeleka siesi kataa kuwape, lakini nawapea maelekezo. Wengi waganga pia wanatakanga wakupea kitabu usome sheria na mashati ndio uingie ndani. Sasa hapa mimi ndio kitabu ya mganga, shida iko wapi tena? Mnataka waende wapee kitabu huko, ati kaeni pale kwa Benji niwapee kitabu msome kwanza, mwangalie. Mulikuwa pekee pekee yenu tu, hakuna mtu mwingine. Mnasema ukweli Mkiniambia ukweli na wapeleka kwa mganga. Umesikia? Na wapeleka kwa mganga tatu. <laughs> Mganga naitwa Kifo cha Mende, yule mziki yako Basi <laughs> Kifo cha Mende. Akoju hapo, karibu tu ukienda tu hivi unafika hapo unarudi hapa alafu unaingia hapo ndio hapo. Ninyi <hazani> si mmetaka yes, kwa mganga. Mmetaka <hazani> kwa mganga. <hazani> Baba, umeelewa kitu nimekuambia? We umeelewa kweli? Nimesema njia ya kwenda kwa mganga, ungelikuwa na gari, ungelikuwa unatumia mafuta. Sasa mimi don't drink and drive, natumianga hii kitu, natumianga <laughs> hii kitu hii. Sasa tukienda na wewe, unajua si tatumia mafuta, ni taratibu tu, taratibu, taratibu. Unajua mguu aipotezangi mutu ya, lakini gari unaweza fika mbele, haikuambia tunapotea, unapotea <laughs> We we, we imeomba mafuta umeweka mafuta. Mambo mengine ni yako wewe mwenyewe. Sasa siuache gari uende na mambo yako wewe mwenyewe. Sasa hapo sasa mmetumia akili mzuri. Maacha gari nimekuja na mambo yenyewe wenyewe, ndio? Sasa mm -hmm. Hii hii, hii kitu, baba, hii itatembea polepole pole kwa mganga. Sasa kitumfanye. Fanya ndio tu kitu rahisi. Kuwapeleka siwezi kataa. Eh? Yeah. Yeah? Na mimi ningeomba sana niwapeleke. <laughs> Ndio. Mm -hmm. Hata vile umejua atakupeleka, ndio? Basi. Usinidai bita, wapeleka kaka, hatuna kitu, labda tukuachie simu hii. Simu ni ya dhamana, utufikishe kwa mganga. Simu simu iko na kastoma kea ndani, atakataa atafika mahali asema, pana au nataka kuniweka au nataka kunieka. Fanya hivi hmm. Fanya hivi, mmelia sana, hamuna kakitu, si ndio? Yeah. Yeah. Mmelia na mi, pia mimi. Yesu hapendi changanya, amesema hapendi changanya za makakililio si ndio? Mm. Eh, itakuwa imejichanganya si ndio? Mm. Sasa nimkilia hivyo Yesu hapendi changanya kitu saa hii, hapo tu subiri tu hapo kwanza, niangalie network eh? safari <laughs> si ukasikia huyo najua msitu inakuanga na wawindaji haramu. Wawindaji haramu amujui? <laughs> wawindaji haramu na wawindaji wa haki. Sasa mzungu anakuanga mwindaji wa haki, mwafrika mwindaji haramu. Sasa nyinyi ni wawindaji haramu, umesikia? Chungeni sana, nakuja hapo. Hapo simama tu hapo. dakika ngapi mbili, ikuangalia unakuja, unakuja sasa hivi. Sini hapa, alafu naangalia hivi na nakuja amganangu ah. Iko sawa, iko sawa, iko sawa haina shida, iko sawa haina shida. Naweza wapeleka sasa kwa mganga, lazima twe <coughs> nimekuambia mganga, wambia mm. Nime mganga. Halafu kwa hii msitu nataka niwaambie kitu kimoja, namkae mkijua Isifika mali ati yo oh, mneni Yesu apendi changanya ametuchanganya. Naambia mkikaa mkijua eh? Nasema nataka mganga sindi. Mtu akapo kwa msitu. Eh? Anaitwa Mama Sifu. Mkae mkichunga huyo mtu. Sema sema tu mko na shida yenu nyinyi. Hamuna shida nyingine si ndio? Mtu akapo kwa hiyo msitu anaitwa Mama Sifu. Unasikia? Mkicheza hivi na hivi hivi hivi kitawaramba. Mmenipata esi menipata. Haya, njia ya kwenda kwa mganga ni mbili, ni hizi umesikia? Ya kwenda kwa mganga ni hii, sawa? Menipata baba, ya akili yako iko very bright. Ni hii, sawa? Ni hii, umesikia, si ndio? Haya, si nimwapea njia ya kwenda kwa muganga. <laughs> Si nimekuambia, ndiyo hii njia ni mbili, ya mganga ni huko ama huko. huku twerezeka ketu aatupeleka eleke kwa mganga. Sasa fanya hivi, njia ni hii tu kwa, kwa mganga, si njia ndiyo hii. unataka nionyesha na mkono baba yangu, watu wataniona. Uoni nikiangalia, kwani uwezi enda na tupeleke Sijia ndio hii sasa, oh, angalia najisalite ndugu yangu shida hako nini oh? Ndio hii. Uangali... Ndio... chakula ndio hii. Unaangalia, anga macho usiangalie mkono sasa, nikisema ndio hii. Angalia penye kichwa inaangalia sana. Eh, nangalia sana. Eh. Sana. <coughs> sana. Lakini mkirudi, najua mnaenda kutafuta utajiri hmm? ah, na na shida yetu eh. hmm. hmm. Sasa mkirudi Nipata tu nikichunga ng'ombe pale sasa, lakini tembea vizuri ndugu yangu, naona wewe ni kama hao wenzako hao, we hao. <laughs> Watakutoa kafara, ungeniambia ukweli, ukweli chenye unaenda kwa mganga unaweza kujipeleka. <laughs> Unasindikiza wenzako kwa wadozi, sawa sawa ndugu zangu. Sasa msiambie mganga ni mimi nimewaleta sawa. Eh, sawa sawa ndugu yangu, haina shida. Asante. Baba Majaliwa, we unakaro ngumu e, nesaua mutu <laughs> e. Sasa wa endeni kwa waganga e. Wati mnanipiganga kila siku nyinyi, saa yote mkinipata, mtajua mimi Nundu Man, mimi sio Yesu. hapendi changanya, mtajua <laughs> <mujua. laughs> muju, mtajua, muju, mtawapata e. e inachinda mukikuja hapa hati e. Eh, Nundu Man, Nundu Man, mbona mnanipiga? Mnakuja mnajifanya nyinyi ni watalii kwa hii msitu. Kumbe mnatafuta waganga. Kita waramba leo, mimi niko na nyinyi hapa. Hakuna ng'ombe nyenye nachunga kwa hii msitu. Nyinyi ndio ng'ombe. Nyinyi ndio ng'ombe nachunga kwa hii msitu. Mkileta hapa mchezo sawa yote, sawa yote. Hey, Nundu Man, unapitia huku mateke, tu, mangumi, mama sifuna, pia. Hey, tu, tu, tu ananishika sehemu tasiri. Leo pia mimi utajua mjui ungeni sana tena, nawafuata polepole. Nyinyi leo niko na nyinyi.